Na by the time tukuje kuomba kura 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa shilingi 30 40, kama uko na bahati 50 hamsini, kana niokanateuo si ni kweli? Miaka miwili tu imepita, 40 shillings shillings 30 50 shillings. Tukasema mkituchagua tutaleta ile tunaita mapato ambaye ni mapato ya kustahili katika kahawa na mimea ile mingine, kwa kizungu inaitwa guaranteed minimum returns. Tukaandika kwa manifesto, mimi mwenyewe ndio nimeandika manifesto ile. Tukaandika pale at least Tutatoa kahawa from 30, 40, 50 shillings to at least 100 shillings per kilo. By 2027, hiyo ndiyo manifesto ya Kenya Kwanza. Tukasema mambo ya maziwa, tukasema maziwa ilikuwa 33, 34, 35, tutahakikisha y kwamba maziwa imepanda mpaka 50 Wacha niongee mambo ya kahawa kwanza. Niseme ya kwamba tumesukuma mambo ya kahawa kwa miaka miwili na already tumeipitisha hata ile 100 shillings. Tulikuwa tumesema si namna hiyo, tulikuwa tumesema itafika 100 by 2027. Sasa tuko 130, 140, 148, tunasonga 150 na tunajaribu kuisongesha hata mbele zaidi, because it is possible, inawezekana, na ndio unaona tuko very serious. Hatutaki michezo, kwa sababu wakulima wetu wakiweza kuuza kahawa 150 shillings, 140 shillings, 200 shillings in future, uchumi wetu hapa utakuwa sawa sawa. Wazazi watapeleka watoto wao shule, watajenga manyumba, watajimudu kimaisha.